Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombodovia, ni mmojawapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo, nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine, nikiwa nawafahamu na wengine siwafahamu, namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo, siku ya Jumatano tarehe sita, natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu wanne ambao siwafahamu na kunishambulia, kama hivi mnavyoniona nimepigwa. Siku ya Jumatano muda wa saa tano na asubuhi kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu, na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu. Kama hivi mnavyoniona kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba, wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali inakutumia kwenda ubalozi wa Vatican, wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali? Wewe ni msemaji wa serikali? Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo wazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko? Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka. Hayo nilipotokewa na matatizo hayo, nilienda kulipoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili kuchukua, nimechukua, nishachukua labi na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo ipo chini na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana. Kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayopitia, na wao wanaogopa hata kutoka nje. Wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivyo vitisho navyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yoyote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza.